Na kuja mwenye enzi, Bwana mfalme, wanadamu kutukomboa tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu mpendwa, na kualika tafakari kwa, kwa ufupi kuhusu kipindi cha majilio. Kipindi cha majilio ni kipindi ambacho kanisa hutualika kufanya maandalizi kwa ajili ya sherehe za kuzaliwa Bwana kumbukumbu ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo na kufanyika kuwa mwanadamu kwa kutafakari kuzaliwa kwa Bwana. Kipindi cha majilio hutualika pia tuhamishe mioyo yetu kujiandaa kwa ajili ya ujio wa pili kwa mwana wa Mungu, yaani kuja kwa hukumu wazima na wafu. Kipindi cha majilio hugawanyika katika sehemu kuu mbili ambapo ni majilio ya kwanza na majilio ya pili. Kwenye kipindi cha kwanza huanza karibia na dominika inayoangukia tarehe 30 Novemba na huisha tarehe 16 Desemba. Katika kipindi hiki kanisa, masomo na liturujia hutualika kutafakari kwa ujio wa pili wa mwana wa Mungu. Kipindi cha pili cha majilio ni kipindi ambacho huanza tarehe 17 hadi tarehe 24 mwezi wa Desemba. Katika kipindi hiki mwendo wa liturgia masomo yake kutualika tujiandae kwa karibu zaidi kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kumbukumbu kumbu ya Noeli. Hivyo basi, majilio kwa ujumla ni kipindi ambacho kinatualika tujiandae na kujitayarisha kuwasili kwa Mwokozi wetu kwa kumbukumbu kumbu ya mara ya kwanza alipofanyika mwili, lakini kwa kujitayarisha kwa ujio wa pili atakapokuja kuwahukumu wazima na wafu. Ndugu mpendwa, katika kipindi hiki cha majilio kuna alama mbalimbali mbali ambazo zinajitokeza katika mwendo wa liturujia tofauti na kipindi kingine. Kwanza, dokezo la kwanza ni kubadilika kwa mavazi ya kiliturujia, kutumia rangi ya zambarau au urujuani pamoja na rangi ya pinki kwa majuma. Kwa juma la kwanza, dominika ya kwanza ya majilio hadi dominika ya pili hutumika rangi ya urujuani, na katika dominika ya tatu hutumika rangi ya pinki. Na katika dominika ya nne na siku zingine kutumika rangi ya urujuani. Vile vile rangi hii inavyotumika huwa na maana tofauti kidogo zaidi na ile rangi na inavyotumika katika kipindi cha Kwaresima. Wakati wa majilio, rangi ya urujuani kutukumbusha kwamba tupo na matumaini kwa ajili ya kuwasili kwa mwana wa Mungu, tofauti kidogo na kipindi cha Kwaresima ambapo rangi hii huashiria zaidi hali ya majuto. Kwa nini ni matumaini zaidi kipindi cha majilio? Ni kwa sababu kipindi cha majilio ni kipindi cha uchaji na kipindi cha furaha kuu ambayo inatukaribisha na kutuelekeza mioyo yetu kwenye ujio wa Mwokozi wetu rangi ya urujuani, rangi ya pinki hutumika kuashiria furaha, furaha ambayo ni ukaribu wa kuzaliwa kwa mokozi, ambapo ni Dominika ya tatu. Alama zingine za Kristo ni kuzimwa kwa utenzi maarufu ule, utenzi wa utukufu kwa Mungu juu mbinguni. kipindi chote cha majilio utenzi huu hatuimbi ila mpaka itakapofika usiku wa kesha la Noeli tenzi huu utarejewa tena. Dokezo lingine ambalo linajitokeza katika kipindi hiki cha majilio ni mishumaa minne ya majilio, ambapo mshumaa wa kwanza hujulikana kama mshumaa wa nabii na ukiashiria dhamira ya matumaini ambazo ni dhamira muhimu katika kipindi cha majilio. Kwa nini ni mshumaa wa nabii? Katika kipindi kizima cha majilio, hasa dominika ya kwanza, namsikia nabii Isaya akialika watu watayarishe mioyo yao kwa ajili ya kuwasili kwa, kwa masia. Mshumaa wa pili ni mshumaa unaojulikana kwa mshumaa wa Bethlehemu ambao unaashiria amani. Unajulikana Bethlehemu ukirejelea somo la Injili katika dominika hii ya pili, ambapo mama Bikira Maria na mtakatifu Yosefu kuenda Yerusalemu. Mshumaa wa tatu ni mshumaa unaojulikana kwa mshumaa kwa wachungaji na mshumaa huu beba dhamira ya furaha, huashiria furaha ambayo inapatikana na kuwasili kwa mwana wa Mungu. Mshumaa wa nne hujulikana kwa jina la mshumaa wa malaika. Mshumaa wa malaika huashiria dhamira ya upendo wa Mungu, yaani upendo wa mwana wa Mungu kufanyika kwetu kwa mwanadamu. Ndugu yangu mpendwa, kwa alama hizi za mishumaa ya majilio kubeba dhamira kuu za kipindi cha majilio, yaani matumaini, furaha, upendo na amani. Kwa hiyo basi na nakualika ndugu yangu, tujiandae vema kwa ajili ya kuwasili kwa mwana wa Mungu. Tupokee sakramenti ya kitubio, tupokee sakramenti ya Ekaristi ili atakapokuja atukute tupo tayari kumlaki. Tumsifu Yesu Bwana.